tutazungumzia kuhusiana na swala zima la jirani, kama bwana mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihi alivyotueleza kwamba jirani wako kwa aina tatu. Jirani wa kwanza ni jirani ambaye ana haki moja, na jirani wa pili ni jirani ambaye lahu haqqan, na jirani wa tatu ni jirani ambaye Lahu thalathata huquq, wa kwanza ana haki moja, wa pili ana haki mbili na watatu ana haki tatu. Ni yupi jirani ambaye ana haki tatu? Jirani ambaye ana haki tatu ni yule jirani wa kwanza ni wa karibu wako, yaani mtu wako wa karibu kinasab, halafu vile vile ni Muislamu mwenzako, lakini vile vile yuko karibu yako maana anasikia sauti yako na wewe unaisikia sauti yake unapozungumza. Kwa huyu jirani huyu, basi Mtume katueleza jirani huyu ana haki tatu, jambo ambalo miongoni mwetu wingi wa Islam tunalipuzia kujuana dharura zetu na mahitaji yetu katika familia zetu, wale watu waliotuzunguka wakaribu. Hili ni jambo khatari sana. Lakini jirani mwingine ni jirani ambaye ana haki mbili: ni muislamu mwenzako, halafu ni jirani yako, yuko karibu na wewe. Vile vile, huyu tunatakiwa tumfanyie ihsan. Kila kinachohitajika katika Uislamu basi anatakiwa fanyiwe. Lakini kuna jirani ambaye ana haki moja, ana haki ya jirani huyu, ni jirani ambaye si muislamu. Mtume katuhimiza pamoja na kwamba sio muislamu, lakini tumpe haki ya ujirani na tumtendee kama yanayofanywa binadamu kutendewa wengine. Mtume sallam anasema mazala jibrilu yusini biljari hata dhanantu annahu sayuwarithuhu. Mtume anatuambia kwamba Jibril hakuacha kunusia kuhusu jirani mpaka nikadhani kwamba nitamrithisha, atapata haki katika mali yangu. Hii ni kuonesha umuhimu wa jirani. Jibril alikuwa anashuka sana kumuhimiza Mtume kuhusiana jinsi ya kukaa na watu wake waliopakana kinyumba, watu wake wa karibu, jirani wake, hata kama sio Muislamu, hata kama si ndugu wa kinasab, lakini kwa vile ni jirani tunatakiwa tukae naye karibu. Hii ni kumaanisha kwamba kuna umuhimu gani, kuna umuhimu gani na mshishitizo gani katika swala so zima la kuangalia majirani zetu. Lakini sasa hivi tumegubikwa na dunia kiasi ambacho mtu mwenzake muislamu mwenzake, ukiacha ni jirani tuwa kawaida, hata ndugu yake, imefika hadi hatujuani matatizo yetu kiasi ambacho kimetusababishia kuporomoka maadili kwa kiasi kubwa, kwa sababu hatuna maadili, maadili ya Kiislamu hatukuwafuata kabisa kabisa. Ndugu Islam, nasaha yangu ni kwamba turudini katika mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu wasalamu alaihi, tupendane, tuhurumiane, tujuliane na tuangaliana shida zetu, na tusaidiane kwa kila hali, kwa sababu Allah anasema la yunfiq dhu saati min saatihi, kila mmoja atoe kwa kwa kiasi cha uwezo wake, na yule ambaye Mwenyezi Mungu kamkadiria riziki yake, basi atoe kwa kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa. Umepewa ilmu toa, umepewa hikma, wape watu maneno mazuri, umepewa fikra ya kuwaza mawazo ya kuzaa biashara, wape watu mawazo hayo. Akija mtu kukutaka mawazo fulani mpe yote. Hii huna pesa, lakini hii ndio Mwenyezi Mungu akupa, itoe kama alivyokuelekeza Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala huna. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Istiqama Swahili TV busatilailimu